Kumekuwa kuna stori nyingi ambazo zinaendelea hivi sasa. E, watu walikuwa wakisubiri kwa hamu nini itakuwa hatima ya mchezo huu nambari mia moja na themanini na nne kati ya Simba Sports Club e, kati ya Young Africans zili ya Simba Sports Club, ambapo kauli ya hatuchezi ilichukua nafasi kubwa na ilitamaraki nchi nzima ya Tanzania. Hatimaye hapo jana e, tumeweza kushuhudia wananchi wa Young Africans wakiposti katika mitandao ya kijamii wakiambia hii haina kipengele licha ya kukubali kucheza lakini mchezo umesogezwa mbele na aina na moja kati ya matakwa ambayo waliyaorodhesha katika barua yao. Tumeshuhudia mengine yakitekelezeka. Niko na Mnandi hapa kwa ajili ya kuyaangazia yale ya kimichezo. Yeye ni miongoni mwa watu ambao wana taarifa ya juu ambacho kimetokea siku ya hapo jana na walikuwa wakizungumza sana na Mnandi, tunataka kusikia kutoka kwako kwa, uko sawa sawa? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mm, niko bweli wa afya mm, nimeamka salama Nashukuru, amenijalia pumzi. Tunaona hivi vinavyoendelea, manake sisi kwetu kule kuna misemo inasema kuwa uyaone kuwa uyaone sio magorofa, kuwa uyaone mambo mbalimbali ya kidunia hapa duniani, ndio haya tunayaona ya yeah. Mnandi, eh, Young Africans wanaonesha ukubwa wao na ukubwa wao umeonekana katika hili misimamo ambao wa walikuwa wameiweka na walieleza kwamba hawatacheza mchezo huo nambari mia moja na 84 pasina matakwa yao kuweza kufuatwa. Tumeshuhudia eh, CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo akiweza eh, kuachia ngazi eh, na pamoja na katibu mkuu wa TFF naye pia ameweza kuandikiwa eh, barua ya kuachishwa kazi na waleskaria raisi wa TFF. Young Africans wameonyesha msimamo na baadhi ya matakwa yametekelezwa, kama ambavyo inaelezwa kwenye matakwa ambayo waliorodhesha. Ninyi kama mashabiki wa Simba mnalizungumziaje hili? mi mm, binafsi kabla ya kufika huko nadhani nina kitu nimekuja nacho leo kama idea yangu nimekuja nayo. Unajua, kinachotusumbua sisi wote mashabiki duniani kote ni hiki, sio kitu kingine. Huu ni mpira sawa, huu eh? mpira ukiuendesha vibaya unaenda kwenda kuwahukumu watu kwenye mioyo yao. Mpira unajua, umechukua nafasi kubwa sana duniani mm. Asilimia kubwa, wengi sana tunapenda mpira mm. Na hasa mpira wa miguu mm. Kwa hiyo naamini hiki ndicho kinachotuumiza mm. Watu mpaka wamechapisha t-shirt, sio kwa kitu kingine, sio mm. ngumi, sio riadha, mchezo wenyewe ni huu wa mpira, tena wa miguu, sio sio wa mikono, ni mpira wa miguu. Kwa hiyo binafsi naamini mm. kwenye hili mm. tunakosewa kwa kiasi kikubwa mm. mimi kwanza nimpongeze sponsor wangu ambaye kaninunulia huu mpira mm. sawa, siku ya jana na mimi nimeenda kudizaini na kama ulivyo hapa, na unaona hapo kipao mbele kinasema kabisa kiboko cha hatuchezi ni maandishi matatu hayo. TFF maana yake nimewaheshimisha wenye mpira wetu Tanzania. Uwezi kutaja mpira bila kulitaja shirikisho, uwezi kumtaja Wireless Kalia bila kuitaja shirikisho, uwezi kunitaja Almasi Kasongo bila kuitaja TFF, sawa eh. Kwa hiyo TFF ndio kinachobeba sekta zote hizo, na ndio maana nimekuja na idea ya kiboko cha hatuchezi ni maandishi matatu, ambaye haya maandishi matatu ndio yalitupeleka wapi, kwa Mheshimiwa Rais huko ndo kulikotoka hatima ya kibo, ya tuchezi maana ya tuchezi tena hakuna maana. Toka jana wana fly kila kona ya nchi kwamba matakwa yetu, ya kwamba matakwa yetu yamefanywa kazi. Kwa mimi ambaye nimeenda shule, sidhani kama matakwa yao yamefanywa kazi, kufanywa kazi. Maana tunataka tupate kiini tatizo la ile mechi kuahirishwa, na ndio sababu na wao kusindikiza watu wajiuzuru. Sasa kama wale watu waliosababisha ule mchezo uvunjike hawajajulikana, watu wameenda wamejiuzuru, wao tena kuniambia kwamba matakwa yetu yametekelezwa. Si tunapotosha umma? Maana matakwa kutekelezwa, watu wajiuzuru, lakini wale waliohusika tuwajue. Tuseme wale waliojiuzuru ndio wamehusika kuharibu ule mchezo? Tujiulize swali, wale waliojiuzuru, sawa, huyo Stephen Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, si ndio? Yeye ndio waliohusika kuvunja ule mchezo? Almas Kasongo, aliosimamishwa na Wiles Kalia, ndio waliohusika kuvunja ule mchezo. Wameshindwa kusimamia sheria ipasavyo. Haya, muda wote walikuwa wapi? Huu mwezi wangapi? Ndio maana walikuwa wanalingania. Subiri basi, huu mwezi wa ngapi? Toka tarehe tatu, tarehe nane, mwezi wa tatu. Sasa hizi tuko kwenye mwezi wa sita, maana miezi mitatu imeshapita. Na siku kadhaa maana leo tuko kwenye tarehe kumi na ngapi? Tarehe kumi na, kumi na nne. Mwona, eh? Kwa hiyo maana tayari tuna miezi mitatu na siku zake hapo, sawa? Eh? Kwa hiyo binafsi muda wote walishindwa kulitolea ufafanuzi. Wallace Karia alishindwa kusimama kama rais wa TFF kulifanyia kazi na watu walikuwa wanaitisha maandamano kila kona ndani ya miezi mitatu yote. Na akitokea wengine wakimtukana sawa lakini akiendelea kusema hewala, anaweka mgongoni ukubwa jalala. Lakini baada kuona viongozi wa vilabu viwili kuitwa kule Dodoma na Mheshimiwa Rais, baada ya picha zao tu kupostiwa mtandaoni, baada ya dakika kadhaa baadaye, tunaona taarifa kwa umma kutoka TFF kwamba mchezo umesogezwa mbele mpaka tarehe 25, lakini hatukupewa sababu ya yote ya mchezo kusogezwa mbele. Tumeona tu taarifa mchezo namba hiyo hiyo umesogezwa mbele mpaka tarehe 25 mwezi wa sita, lakini hakuna sababu yote ya msingi tuliyopewa sawa, kupeleka tena mbele mchezo huo, wakati hii ni mara ya tatu sasa unasogezwa mbele. Mheshimiwa Rais, e, licha ya kuingilia kati na kuweza kutafuta suluhu katika hili, ina maana ya kwamba naye pia ameenda kama ambavyo matakwa ya Yanga Africans yalihitaji, baadhi ya viongozi kungatuka katika ngazi za uongozi kwenye shirikisho la mpira wa miguu. Mimi kwa mama Samia, sitaki kumulisha matango pori kwa rais wetu kipenzi. Mimi ninachoamini yule kigogo alotajwa kwenye kikao cha mwisho sawa ya wiki hii, huyo ndo anaharibu mpira huu na huyo ndo yalotoa tamko la tarehe kupelekwa mbele Kigogo sikatajwa mimi sijui ni nani, lakini alikamwe sikasema kwenye kikao chao mle ndani, kuna kigogo katajwa, na huyo kigogo alotajwa sio TFF sawa, na sio kigogo labda kwenye mifugo. Kigogo yuko serikalini, yuko serikalini. Kama yuko kwenye serikalini ni nani? au katajwa kigogo yuko nyuma mwiko pale? au katajwa kigogo yuko Azam FC? au huyo kigogo katajwa yuko Simba Sports? au katajwa yuko Namungo? kigogo katajwa yuko wapi serikalini? ndiyo sababu ya mechi kufanyaje, lakini alikamwe kufanyaje ya hakumtaja ila akasema kigogo kutoka wapi serikalini. Tujiulize, hao waliojiuzuru usiku ya jana usiku, je, yeah, huyo kigogo kashajulikana? Maana shida ya ule mchezo sio watu kujiuzuru, tunataka tujue huyo aliosababisha ile mechi kuvunjika ni nani. Na wao wanasema wali kwenye kikao chao, e, walihoji e, CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo alikiri kwamba e, kuna kiongozi alipiga simu kutoka ngazi za juu ya kwamba Simba wazuiliwe wasiingie kufanya mazoezi, nao waliuliza ni nani, nao hawakutajiwa jina ni nani. Mimi binafsi siwezi kusikiliza ya kwenye kikao kwa sababu mimi sikuepo kwenye kikao, ila nasikiliza ya yule aliyosema. Unaambiwa siku zote kuna msemo unaosema alokutwa na ngozi Ndiyo? Ndio mla nyama kwa sababu ngozi ule ule ukutwa na wewe ndio ya mnyama huyo. Haijalishi nyama kala nani, ngozi si unayo wewe. Wewe ndio utatujulisha kwamba nyama kala nani. Kwa hiyo sisi tunadili na Alikamwe. Alikamwe ndio aloitisha presi ya klabu yake ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuambia umma kwamba tumetoka kwenye kikao yalozungumzwa umo yote kwa yote, lakini alosababisha mchezo ule kuvunjika tarehe nane mwezi wa tatu, sawa. Ni kigogo kutoka serikalini. Serikali gani? Eti ya Zanzibar? serikali ya Burundi? serikali ya Rwanda? ya, um, ya, um, ya Uganda? Kenya? um, au Zambia? au, hapa Tanzania. au ya hapa Tanzania? kwa sababu kataja kigogo tu wa serikali, lakini hajulikani huo kigogo wa, um, wa, wa nchi gani? um, sawa eh? Lakini katajwa kigogo wa serikali. Sisi tunataka tumjue huyo kigogo ni nani, ndo suluhisho la mpira wetu. Lakini kwa, kwa, kauli ya jana ya kutoka kwamba mechi imepelekwa mbele na tukupewa sababu yoyote ya mechi kupelekwa mbele tarehe 25 mwezi wa sita. Sawa, tunachoamini sisi kwamba ambushi ya nyuma nyuma mwiko ya kuitisha maandamano ya kutukana viongozi pale TFF, bodi ya ligi na kushindikiza imefanikiwa. Na ndio maana kote wanaandamana kwa sababu sisi ndio wenye mpira wetu. Je, tujiulize mpira wetu unaenda wapi kama klabu moja tu inasimama kusema kwamba wao wana haki kwenye nchi hii kama wamepanga kunyoosha mpira wa Tanzania, mahakama hmm. ya mpira duniani iko wapi? Iko Dodoma? Eti iko Dodoma au iko serikalini hapa Tanzania? Mahakama ya mpira iko wapi? Siko kasi hmm. Sawa, je, hmm. wali wali kasi walienda wajaenda walikwenda walivyoenda kasi walipata walipata majibu gani? Bodi. Au wao kule wana familia kule wanajuana wana, wana, wana, wana juana, kule. Kule sasa wajuani hmm. walishindwaje kuwasaidia? Mbona wengine wameenda na watu wamepigwa marungu kwenye mabara mbali mbali tumesikia timu zimepigwa marungu. Kasi hiyo. Kwa hiyo kasi chaguo chaguo hao wapewe, hao wasipewe haki. Kwa hiyo wao wanaonewa hapa tu. Na kule pia nao wanaonewa. Si ndio? Kwa sababu wameenda wakupata majibu wamepewa warudi tena hapa. Kama kweli ungekuwa na haki hmm. mahakama ya mpira duniani wameenda, haki yao wangeipata kule, lakini wamerudishwa tena nyumbani wameonekana maswala ma, ma, ma, yao waliopeleka kule hayana tija mm, ndio maana wamerudishwa hapa wakaanza kuendelea kuleta ambushi kutisha watu na kila kitu kutukana baadhi ya sekta mm, na leo hii tunaona majibu mm, majibu yanatoka Mnandi. Jana mmepokea eh, barua ya eh, kwamba mmepewa me, uhalali wa kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo eh, kwa maana ya kwamba siku ya hii leo eh, swala hilo limeishia li, li, li wapi? Na kwenye barua yenu mlioelezesha kwamba mchezo hamtakubali kucheza siku nyingine tofauti na tarehe 15. Je, tutarajie mchezo wa tarehe 25, mtapeleka timu? Barua imetolewa na nani? Sina baraza la michezo BMT, si ndio liotoa barua? Mwenye mamlaka ya kusimama kwenye masuala yote kwenye nchi ni nani? Kwenye vit, vitengo vyote kwenye nchi ni nani? Bosi bosi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vitengo vyote hivyo kateua mawaziri huko, lakini bosi ni yeye mm. unaweza kalifanya jambo lakini akakwambia hilo jambo achana nalo mm. Sawa na wewe akakuengua akamweka mtu mwingine, yeye ndio bosi mm. sawa mm. Wao umetupa barua si kwenda kufanya mazoezi mm. leo mm. lakini baadaye baada kuitwa viongozi wa pande zote mbili kule kwa mheshimiwa mm. akaona naelekea kwenye uchaguzi, unataka kunichafulia amani, umeona mm. bwana mm. akamwambia ile jambo funikeni kombe mm. mechi isogezwe mbele mm. na ichezwe mm. ndio, ndio anatoa taarifa kwamba mechi tarehe 25 mm. mbona watupi sababu? Kwa nini wewe mpaka sasa hivi kwenye barua yao wametoa sababu ya kupeleka mbele mchezo kwa hiyo maana yake sisi tunaamini kwamba mazungumzo ya jana ya ndani kule Dodoma ndio hayo yameenda tarehe 25 tutapeleka timu uwanjani kwa mamlaka ya nchi sisi tunaenda lakini sio kwa mamlaka ya mpira hiyo tarehe iliyopangwa haijapangwa na bodi ya ligi wala TFF hiyo tarehe imepangwa na mwenye nchi yake kwa hiyo sisi tunaamini hiyo tarehe imepangwa na mwenye nchi yake hatuwezi kumgomea mwenye nchi yake kama viongozi wetu wameenda kule hawajagoma wewe unagoma kwa kipengele gani upo kwenye nchi gani sisi hatujawai kuwa watukutu kwenye taifa hili, hatujawai kulikosea taifa hili. Sisi kila tukinachofanya kwenye taifa hili tunafuata, lakini hao washafanya makosa makubwa kwenye taifa hili, sio mara ya kwanza hii, lakini bado wanafumbiwa macho. Yale maandamano walikuwa wanayafanya yale, kama angefanya Simba saa hizi ungesikia nini kimetokea? Lakini kwa sababu wanafanya wale waliopewa mwenge kopi, ndo wanaonekana wenye nchi, watu wametulia licha ya mama kuingilia kati eh, ni kama haukulijibu vizuri, lakini matakwa yamefuatwa mulemule kama ambavyo walitaka Yanga Africans. Ina maana ya kwamba mama hakuna tofauti aliyoweka zaidi ya kuambia tu aende wakacheze na watu kungatuka katika ngazi za uongozi. Nakuambiaje, mama atatafutiwa kutupiwa zigo la lawama. Lakini huyo kigogo alotajwa huyo kigogo, naamini yupo muda mrefu sawa, huyo ndio ataendelea kuharibu mpira huu daima na milele na nyuma mwiko atautawala mpira wa Tanzania lakini daima na milele. Mimi simjui, wewe umjui, mimi simjui. Katajwa kigogo tu, ila kwa sababu katajwa serikalini na hajatajwa serikali gani, kwa sababu kila nchi ina serikali. Kwa hiyo siwezi kujua kama kigogo ni wa hapa hapa nchini au wa nje ya nchi hii, lakini katajwa kigogo wa serikalini. Huyo huyo ndio anatuumiza sisi kwenye mpira wetu, na huyo huyo ndio alopanga tarehe 25 sasa. Au kujiuzulu, unafikiri dawa hiyo? au walijiuzuru kazi bure maanake alijiuzuru kusema watu wataenda kuchukua mamlaka, au na kesho nao watajiuzuru. Nandi, mmebakiza mechi mbili, mbili, kabla ya kukutana e, mechi hiyo itakayokutanisha tarehe 25 ni mechi ya mwisho, kwa maana ya kwamba kombe litakuwa uwanjani. Yanga Africans wanajinasibu na kusema ya kwamba Simba hana uwezo wa kutufunga na tumeshapata matokeo mara nne mfululizo. Ninyi kama mashabiki wa Simba mm -hmm. E, na wanachama mnalizungumziaje hili mkiwa mna kumbukumbu ya matokeo mabovu dhidi ya mtani wenu Yanga Africans, ikiwa mnakwenda katika mchezo wa maamuzi? Mimi naamini kweli tuna kumbukumbu ya matokeo mabovu, kufungwa mara nne mfululizo ndani ya msimu mmoja na nusu, muona bwana, lakini naamini nyuma mwiko hawana kikosi cha kuifunga Simba, hata ikiwa leo hii twende tukacheze na bado tuna uwezo wa kuwafunga, lakini sasa kinacho wanachotuzidi wao hapa ndani ni hizi nguvu ambazo zinatumika nje ya uwanja, hakuna kitu kingine mm. Ukiwatoa Tanzania bala sikuna Tanzania visiwani, yaani bwana, huwezi kupata Tanzania bila neno Tanganyika na Zanzibar. Ukienda Zanzibar, tumecheza Muungano Kapu, tumecheza Mapinduzi Kapu, tujiulize kule wametuzidi? Muungano ndio wamelevel juu hapa mara sita na sisi mara sita sawa. Mapinduzi Kapu tumechukua mara nne, wamechukua mara tatu Azamu kachukua mara tano mm. Sawa, tukienda kwenye Kagame Cup ambayo Afrika Mashariki na Kati pamoja na Tasca. Sawa, kote sisi huko ndio mabingwa wa kihistoria wa Kagame mpaka leo. Tumechukua mara sita. Hakuna mwingine aliyetufikia mpaka leo. Na muda mrefu tunashiriki kwenye mashindano. Lakini wao mabingwa wa kihistoria ndani hapa. Tukienda kwenye klabu bingwa na shirikisho, sisi bado tuna daraja kubwa huko kwenye hayo mashindano yote. Lakini wao ukiangalia wanakotuzidi sisi ni hapa tu kwa baba na mama. Hapa wataendelea kutuzidi kwa mfumo huu unaoendelea. Maana huko, Zilipendwa mpaka leo bado inaendelea vizazi na vizazi. Sasa hivi watoto wanazaliwa wana akili. Nandi, unaziona ngapi? tarehe 25 goli, mimi binafsi mchezo huu mm. hauna utofauti mm. na mchezo tuliocheza wa fainali wa shirikisho barani Afrika. Una maana gani? Umeuliza vizuri, kwani kule kilichosababisha ni sishirikisho, ndio limetupangia nendeni huko, nendeni, sio ndio umetupangia? Na kati mamlaka kuchagua uwanja ni sisi, lakini watu tofauti. Twende wapi? Twende Zanzibar. mm. mgeni amebuki hoteli, hata mwenyeji ajui kama mechi itakuwa Zanzibar. mm. Yeye mapema amebuki hoteli na anaposti kwenye peji yao mechi Zanzibar hiyo mm, inamaanisha nini? Maanake wao moja kwa moja ana asilimia kubwa za kwenda kupata matokeo, na hili mm, moja kwa moja nyuma mwiko mm, mchezo wa tarehe 25 tano mwezi wa sita mm, ana asilimia sabini na tano za kwenda kuwa bingwa. Tunatarajia ubingwa Msimbazi inawezekana, lakini ni asilimia ishirini na tano mm. Naomba unisikilize, aliosomea Cuba atanielewa, ila kama umesomea senti kayumba kwenye mwembe elimu ya watu wazima menkwa hii mm, huwezi kunielewa hi. Maana una familia ukatafuta ugali mm. huku ukasome ni vitu viwili tofauti mm. ila kama umeanza kusoma ukiwa mdogo unatakuwa umenielewa hapo. Kodi niliyokupa utakuwa umenielewa. Mchezo wa fainali ya shirikisho tuliocheza Zanzibar. Au una utofauti na mchezo ambao tunaenda kucheza tarehe 25? Sio umenielewa? Tunafosiwa kwenda kucheza huo mchezo mm. lakini sio matakwa na kanuni na sheria za mpira wa miguu. Niambiwa kwamba labda marefa watakuwa upande wao zaidi. No doubt. Hata sasa hivi kuelekea mchezo wa kesho tayari ambushi ilitokea huko kwenda kutisha waamuzi mm. Sisi tunaifa tunazisikia mm. sawa mm. Mchezo wa tarehe 19 mm. mwezi wa kumi nadhani, unakumbuka kilichotokea, tumenyimwa penalti mbili, muamuzi anaona live. Goli limepigwa offside lakini mpira umetoka nje umerudi ndani, watu wanaacha wanaenda kuingia kambani, wanaita kati. Je, wana tofauti gani kwenda kufanya hayo kwenye mchezo wa tarehe 25? Mimi naona wana asilimia kubwa kwenda kuwa mabingwa kwa mfumo huu ambao umetumika kubadilisha tarehe hii tena kwenda tarehe nyingine mm.

Wewe unataka kuniambia kwamba hawana asilimia kubwa kwenda kupata matokeo? Sisi kama Simba tulisema tutatoa ripoti kwa umma, kama mechi itasogezwa mbele toka jana mpaka leo kuna ripoti kwa umma umeiona Simba Sports? Hapana. Je, kama shirikisho tu, kama shirikisho ndio lingebadilisha mchezo? Simba wangekaa kimya mpaka leo? Kwa Simba hawatakuwa tayari kuna tujiulize kwanza, kama ndio shirikisho peke yake ndio limetoa msimamo huu. Sawa, Simba waliziki na hili hawatoe mm. taarifa kwa umma kwa sababu mamlaka ya juu mm. yamevamia na wao hawezi kupingana na mamlaka ya juu na ndio maana mpaka sasa hawajatoa taarifa kwa umma. Je, mm. yeah, tuiulize mpira wetu tunaupeleka wapi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, wao mnakwenda kucheza tu kama kutimiza wajibu. Msiba mzito sana huu. Mnakwenda kucheza, ila kutekeleza. Mimi niseme tu kitu kimoja mm. siku zote mm. riski anatoa Mwenyezi Mungu mm. sawa eh? Mm. Kama Simba kapangiwa kuwa bingwa msimu huu mm. wa NBC Premier League. Mm. Ataenda kuwa bingwa. Naogopa Yanga hii. Naomba unisikilize basi. Mm. Nilikushakwambia hatujawahi kuogopa nyuma mwiko mm. hata siku moja. Mm. Simba anacheza na timu bingwa. Mm. Ligi ya Morocco, mm. ligi namba mbili kwa ubora mm. barani Afrika. Morocco, mm. kuna vilabu vingapi bora? Lakini Belkane ndio ameenda kuwa bingwa msimu huu Morocco. Sisi tunacheza tukiwa pungufu kwenye fainali. Tunafanyiwa mambo mbalimbali pale. Lakini wameshindwa kupata matokeo ya ushindi. Maana kile inamaanisha kwamba Simba ni bora East Africa. Simba ni bora Afrika, bingwa wa Champions League. Sawa? Piramidi kwenye renki za kafu, piramidi bado anapiga back time. Hiyo unaionaje hiyo? Simba hajawa bingwa, lakini kwenye renki za kafu yuko juu. Simba ni timu kubwa Afrika. Kwa hiki kinachoendelea hapa, nyuma mwiko wanataka kufosi mafanikio ya Simba. Nguvu inayotumika nyuma mwiko wanataka wawe juu kama walivyokuwa juu hapa nyumbani. Mimi niwaambie hawa wote wanatumia hii nguvu. Hawatafanikiwa milele. Simba ataendelea kutamba Afrika muda wote na wakati wote. Hawa watabaki kwa baba na mama tu hapa hapa. Hawa tuwenda kumzidi Simba kokote. Nguvu itakuwa hapa tu. Na hoko ya utuchezi ni TFF. Na hawa TFF haya maandishi matatu unayoona hapa, haya maandishi matatu ndiyo yaliyopeleka watu Dodoma, wamepanda ndege chapu kwa Dodoma, kwenda kuongea na mama kwa sabu ya haya maandishi matatu mpaka sasa, ni rais bora wa TFF. Ila kuna kigogo wa serikali aliosemekana na Alikamwe huyo ndo anaharibu mpira wa nchi hii. TFF itaonekana haina makali, haina nguvu kwa sababu ya huyo kigogo serikalini, ila hatujui serikali gani, Kongo sawa, au Rwanda au Kenya, lakini kigogo wa serikali huyo ndo anaua mpira huu. Kigogo huyo kama hajatoka hazalani, hajatajwa pale TFF aende kukaa yoyote, awe rais wa TFF aende kukaa yoyote, kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, aende kukaa kwa yoyote kuwa CEO wa bodi ya ligi, mpira hautaendelea Tanzania hapa. Itabaki Simba tu, Simba sisi tunaubeba huu mpira, hakuna cha ligi bora Tanzania kuna timu bora Tanzania hmm, ni moja tu sisi. Kama leo hii tunatoka hapa twende tukashiriki hata Zanzibar, miaka miwili hapa, hii nafasi ya nne Afrika huwezi kuiona, na ndio tumia wasa huku kuita mashabiki na wanachama ambao wako mikoani kwa ajili ya mchezo wa tarehe 25. Mimi nafsi siwezi kuita mashabiki kwenda kwenye mchezo wa tarehe 25 kwa sababu ripoti ya klabu yangu mpaka sasa haijatoka, imetoka hmm, ripoti ya bodi ya ligi hmm, ambaye ni shindikizo la kutoka wapi? Kutoka juu hmm. Kwa hiyo nasubiri ripoti ya management ya klabu ya Simba ikishatoka, hmm, e mimi nitaanza sasa kuwabusti mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba kokote pale walokuepo Tanzania na walokuepo mipaka nje ya Tanzania, waje Benjamin Mkapa, twende tukaujaze uwanja tukachukue kile tunachokihitaji. Lakini kwa sasa siwezi kulizungumza hiyo, kwa sababu ripoti ya Simba sports haijatoka mpaka sasa, mi nasubiri ripoti ya, ya klabu yangu. Sisi tunajua mipaka yetu tofauti na wenzetu hao. Anatoka msemaji anasema wanatoka wazee, kina mama, vijana wanaenda jangwani kwenda kufanya maandamano, si ni watu wa mpira blaza? Mimi naamini kama nilichozungumza mpira Tanzania hautoendelea na...